Tarifa. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeipata taarifa ya mrithi wa Frederick Werema. Ah, Mheshimiwa, Mheshimiwa Lisu. Humu humu, humu ndani tuko wa bunge ambayo tunategemea kwanza kanuni ndo zituongoze, lakini pili vile vile tuwe na tendensi ya kuheshimiana kwa lugha na namna ya kuapproach hivi. Vijembe vijembe vingine haviwezi kutuletea mabadiliko ya wananchi wetu. Unazo hoja za msingi, ziweke kwenye flow, na mimi nitakuruhusu maswala. Huyu ikamrithi nani atarithiwa na nani, sio kipindi chake. Nakuomba jikite kwenye hoja ya kuweza kuleta wananchi wajue kitu gani unataka kukizungumza. Asante mheshimiwa mwenyekiti. Mweshimua mwenyekiti, hoja hoja yangu ya msingi ni kwamba taifa hili linaangamizwa na impunity na ukosefu wa uwajibikaji. Wakosaji hawaadhibiwi, wanaotakiwa kuadhibiwa na raisi hawaadhibu. Hiyo ndiyo hoja yangu hoja yangu sio kumkejeli rais. Hoja yangu ni kwamba majaji wamepokea rushwa, imeonekana kwenye kamati, imeletwa zimezungumzwa bungeni, tumesema washughulikiwe kikatiba. Rais amekimbia. Sio kumkejeli rais, amekimbia, hajatimiza wajibu wake kikatiba. Mwanasheria mkuu wa serikali Kazi yako sio kushauri bunge. Kazi yako ni kuishauri serikali. Mshauri rais atimize wajibu wake kikatiba, sio kushauri bunge. Kazi ya, kush, ya, ya bunge ni kuishauri serikali. Wewe huwezi ukawa mshauri wetu. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, kama nilivyosema, tatizo letu ni impunity. Hawa ambao wanaiba kila mwaka tunaletewa taarifa. Naomba mheshimiwa mwenyekiti, bunge lako tukufu kama linaunga mkono uchafu huu halitachukua hatua, lakini kama lina, linataka to put an end kwa uchafu huu, kwa wizi huu, kwa ubadhirifu huu, mwaka huu tuanze, tuanze na mawaziri wanaohusika na taarifa zilizoletwa hapa, fedha zilizokuwa ring fenced za madini za REA zimeliwa, halmashauri ni wizi mtupu. Mawaziri wa halmashauri hizi wanafanya nini? Wanapokea mshahara wa serikali ili wafanye nini? Walioshiriki kwenye wizi huu kwa, wanasubiri nini? Kwa nini hawakamatwa? Waheshimiwa wabunge, kama mnataka tuchukue hatua, tukomeshe uchafu huu, tuanze na hawa walioko humu ndani ambao ni saizi yetu, Halafu tuiambie tuwaambie, watakaoteuliwa kwamba mkawakamate na kuwashtaki na kuwafilisi wale ambao wameiba mabilioni haya. Tukionyesha mfano wa tukionyesha mfano wa mawaziri waziri hawa wanaoiba wa, wasiachiwe wakaenda kuzila hela za wizi. Mheshimiwa Wakafu... Mwenyekiti Ah, mi naomba kwa mara nyingine tena kwa heshima zote kushauri, umeshatoa mwongozo kuhusu hili swala lakini, na hapa baada ya si muda mrefu tuta break. Naomba tena kwa heshima yote Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi wabunge tunapopata fursa ya, ya kuchangia na tukiongozwa na kiti tuheshimu na ninavyoona navyoona hapa mnajipindua ninyi wenyewe, kwa sababu kama hamwezi kuheshimu kiti, ndo mamlaka yenyewe yale. Mimi sitaki kujitetea, lakini jana nilisema nimetumia utaalamu wangu wote kutetea hadhi ya bunge hili lisingiliwe na mihimili mingine. Kama bunge hili litabidi liheshimike, nibaki na heshima, nami napenda liheshimike sana ni lazima tuwe na utaratibu wa kuheshimu mamlaka inayotuongoza, kwa sababu na katiba iko wazi. Mheshimiwa wabunge, kiti kimetoa mwongozo, lakini rais atawajibishaje majaji? Rais hawezi kuamka tu anaenda kuwajibisha. Kwenye katiba kuna ibara ya mia moja kumi na tatu Mi nataka kutoa ufafanuzi, ndo taarifa yenyewe. Mheshimiwa, nimekuruhusu. Asante Mheshimiwa, ibara ya kwanza, ibara ya mia moja kumi na mbili inaunda tume ya utumishi wa mahakama na ibara ya mia moja kumi na tatu inaeleza majukumu ya mahakama ya tume hii ya, ya utumishi wa mahakama. Na mwaka juzi bunge lako tukufu lilitungwa sheria inaitwa administration, Judicial Administration Act sasa pamoja na mambo mengine ilifuta sheria inayoitwa Judicial Service Commission Act. Haya majukumu sasa yameingizwa kwenye ile sheria. Sasa nachotaka kushauri mheshimiwa ni kwamba mojawapo ya majukumu ya kamati ya tume hii B, ni kumshauri rais kuhusu masuala ya nidhamu ya majaji, yaani rais hawezi tu kuchukua hatua kabla hii tume haijafanyia kazi. Mheshimiwa mwenyekiti. Hii ni, hii ni katiba ndio nasoma. Ibara ya 113 ibara ndogo ya kwanza b inasema kumshauri rais kuhusu masuala ya nidhamu ya majaji. Kukiwa na tuhuma kama hizi, mheshimiwa rais anazipeleka mahakamani kwa jaji mkuu kule, tume hiyo Judicial Service Commission inafanyia kazi halafu inampelekea ikiwa imetoa na mapendekezo yake kwamba hawa bana tumeona ama kuna matatizo wamefanya ama hakuna. Alafu rais anafanya maamuzi. Serikalini sisi, kwa sababu ndio tunasimamia utekelezaji wa sheria sahihi zilizotungwa na bunge hili, lazima tu tuwe na nidhamu ya kufata sheria hizo na katiba. Hatuwezi kufanya kazi kwa namna ambayo baadhi waheshimiwa wa bunge wanataka tufanye. Rais akifanya hivyo, tena tutampeleka mahakamani kusema, bwana unavunja katiba. Mheshimiwa Mwenyekiti, asante sana.